aliyetupa kibali tukakutana leo tarehe nne hapa katika viwanja vya Bombadia kwa ajili ya kuipokea timu yetu pendwa ya Singida Black Stars ikiwa imeambatana na kombe zuri kabisa, kombe linalomelemeta, kombe lenye heshima, kombe lenye uzito kama wa mkuu wa mkoa. Singida Black Stars oye! Sote tunafahamu mkoa wetu wa Singida umewahi kuwa na timu kadhaa na zimefanya vizuri kwa kiasi ambacho waliweza kufanya, lakini leo tumetia fora, semeni tumetia fora. Hakika timu yetu ya Singida Black Stars imebeba na kutangaza vema jina la mkoa wa Singida, imetupa heshima kubwa kitaifa na kimataifa. Kipekee napenda nitoe pongezi za dhati kwa niaba ya viongozi na wanasingida wote kwa ushindi na kutoa ubingwa wa kombe la CECAFA au kama tulivyolizoea kombe la Kagama. Hii ni heshima kubwa katika ukanda wetu wa Afrika Mashariki na Kati, hongereni sana, na huu ni mwanzo tu katika akaunti yetu ya kupokea makombe. Hii ni salamu tu kwa wengine huko duniani wanaoshindana na sisi na wengine katika taifa letu wanaoshindana na sisi. Mimi niliwaambia, jamani wana Singida, tumekubaliana katika nyanja zote, lazima tupindue meza. Sasa tayari leo Singida Black Stars wameonyesha kwa dhati nia ya Singida kwamba tunaenda kupindua meza na leo tumepindua meza. Singida Singida oye oh. Pia ninawapongeza kwa kuvuka raundi ya kwanza ya mchujo wa mashindano ya kombe la shirikisho barani Afrika. Wanasingida, tulifuatilia kwa karibu, na kuanzia mechi ya kwanza mliocheza na Rayon nchini Rwanda, ambapo tulipata goli moja bila nyumbani kwao, na mechi ya pili ya marudiano wote tulishuhudia mbili moja. Haya ni mafanikio mazuri sana, hongera sana kwa vijana wetu wote. Ndugu viongozi na wananchi, kipekee napenda kutoa shukurani za dhati kwa jemedari wetu, mama yetu mpendwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ameweka mkono wake kwenye tasnia ya michezo na tumeona hamasa kubwa aliyoileta nchini na timu zetu kuendelea kufanya vizuri kitaifa na kimataifa. Kwa timu yetu ya Singida, tayari kwa awamu ya kwanza tulipokea milioni 15 kutoka kwa mama baada ya kushinda magoli matatu na baada hapo tumepokea tena milioni kumi. Nani kama Dr. Samia? Nani kama Dr. Samia? na leo tumeiona hamasa ya kweli ya mheshimiwa rais wetu. Leo tumebeba kombe, liko hapa kwa kweli, anaichezea haki michezo, anaitendea haki Tanzania, anawatendea haki wa Tanzania Tuna kila sababu ya kumpenda kumtetea, kumpenda sana mama yetu, kumuombea kwa kazi nzuri anayofanya. No, lakini ndugu zangu, natambua kwamba Wanasingida walikuwa na kiu kubwa sana kuliona kombe lao, na bahati nzuri kombe hili sasa limeshaingia, na wote kwa pamoja tutaserebuka hapa kuhakikisha kwamba leo tuonyeshe furaha yeto, lakini kwa namna ya kipekee Niwashukuru sana wanahabari wote wa Singida, wamekuwa wakitutangaza vema kwenye sekta ya michezo na imefanya wanasingida wote waelewe timu yao inafanya nini. Kwa kweli, wanahabari, ongereni sana. Lakini kwa namna ya kipekee, nimshukuru sana mlezi wa timu, kaka yetu Mheshimiwa Mwigulu Lameck Nchemba. Kwa kweli, na yeye amekuwa chachu kubwa amekuwa chachu kubwa sana, amefanya kazi nyingi sana. Mnaposikia wadhamini, mnaposikia washikadau, ametusaidia kututangaza na kutuletea wadhamini wenye maana, wenye tija, na leo tunaenda vizuri, na niahakikishie wana Singida, burudani inakuja. Uwanja wetu wa Airtel umeshakamilika, na ninayo imani kwa mashindano ya ndani tutaanzia Airtel, uwanja wa Airtel. Oye oh! Safi. Kwa hiyo tutakuwa tunaenda kushuhudia uh, burudani ya mpira pale Mtipa lakini hapa tuliko Bombadia niwahakikishie tunaenda kuwa na pichi bora kabisa Afrika ambayo haijawahi kutokea. Kwa hiyo vijana wetu hawa na wengine watakuwa wanapanga. Leo tunacheza Bombadia, kesho tunaenda Mtipa, kesho kutwa tunaenda Liti na hayo ndiyo maendeleo. Singida oye. Mzee wangu mzekitiwa, hatutakuangusha, tutakuunga mkono, tutahakikisha mambo yanaenda vizuri. Mwenyekiti wetu kaka yangu, hatutakuangusha. Benchi la ufundi oye, benchi la ufundi safi, na wenyewe hatutawaangusha lakini. Viongozi wetu wa dini wametuombea hapa. Kwa kweli, kila jambo lazima umtangulize Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo waendelee kutuombea Singida, tuendelee kupindua meza kwenye dulu hili kwa kweli niwaambie wale wenzangu wa Dar es Salaam. Wananchi mpo, wananchi mpo, Simba mpo, jamani, Singida Black Stars inakuja kupindua meza. Uwezo huo tunao, nia tunayo na sababu tunayo, na vijana wetu wameonyesha umahiri mkubwa sana. Kwa hiyo sisi tunaenda kuandika alama nyingine kwamba makombe sasa yanaacha kukaa Dar es Salaam yanaamia katikati mwa Tanzania, Singida. Lakini naomba niwakumbushe pamoja, leo tunakutana kufurahi, tunaanza ku count down, uchaguzi umekaribia, tarehe 29 mwezi wa kumi, pamoja wote tujitokeze twende tukapige kura, tuwapate viongozi wetu ambao watakuja kusimamia michezo. Twende kwa amani, Singida itakuwa amani, hamna mtu yoyote ambaye atamfanya mwana Singida asipige kura. Kwa hiyo ikifika muda huo wote twende tukajitokeze. Baada ya kusema haya, mimi naomba niwashukuru sana, kazi hii ni kubwa, vijana wamefanya, tufurahi nao pamoja, kombe tuko nalo, tunatamba nalo, tufurahi nalo pamoja lakini ni washukuru wote waliokuja kuwalaki vijana wetu. Nimeona wakina mama na Samia, nimeona vijana wetu wa Chama cha Mapinduzi, lakini nimeona vijana wetu wa Mwenge Sekondari na kwinginepo, nimeona wananchi wa kawaida, na hii ndiyo Singida ninayoijua mimi. Singida oye! Singida safi! Mungu ibariki Singida, Mungu ibariki Tanzania. Singida Black Stars imetisha. Asanteni sana.